Aliyemfungulia mashtaka wa muziki kutoka Marekani Chris Brown ambaye anafahamika kwa jina la producer Dao, yeye ameweza kufuta mashtaka ambayo aliweza kumfungulia Chris Brown. Na inafahamika kwamba Chris Brown ni moja kati ya watu ambao walikuwa wanatuhumiwa kwamba kumchapa na chupa kichwani, producer huyu hapa ambapo mnamo mwaka 2023 Abed Dao aliweza kufungua mashtaka kuhusiana na madai ya msanii huyo hapa, ambaye aliweza kumpiga na chupa kichwani, ambaye anafahamika kwa jina la Chris Brown Breezy. So ni kwamba kupitia tuhuma hizo hapo ambazo aliweza kuziwasilisha producer huyu ambaye anafahamika kwa jina la Abedi Au na rasmi ameweza kufika katika county ya Los Angeles pale akiwa anaomba kwamba kesi yake yeye pamoja na Chris Brown iweze kufutwa. Bali na hapo pia Chris Brown in case kama labda kesi yake itaenda kufutwa basi pia ataendelea kushikiliwa kulingana na kesi ambayo amekutwa nayo, kipindi ambacho akiwasili bwana katika ziara yake ambayo ilikuwa inafanyika pale pale Paris bwana aliweza kukamatwa na bastola ilikuwa si haina haki miliki ya kwake yeye. Sasa moja kwa moja, e bana, Chris Brown sasa hivi anaenda kupona kwenye kesi ya Abedi Au ambayo imekuwa ikimsumbua katika siku za hivi karibuni, na watu wengi sana wakawa na mjadala kwamba chupa, chupa yupo e, safi kabisa kwenye hii kesi ambayo ilikuwa inamkabili yake yeye pamoja na producer Abedi au. Kwa upande wa Chris Brown, bado sasa hivi yupo katika ziara yake ya kimuziki pia. Tuliweza kumuona katika uwanja wa Tottenham Hotspur pale akiwa amejaza mashabiki wa kutosha kabisa, na star muziki kutoka Tanzania Damo Platinum alikuwa ni mmoja kati mastamba, e, so, ya mastaa ambao waliweza kuhudhuria kama mashabiki tu akiwa anatazama show online digital chao chao.